Jina yangu naitwa Manjale Magambo mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Geita. Leo tarehe 29 ni siku ya uchaguzi mkuu wa kuchagua mheshimiwa rais wa bunge pamoja na madiwani, kushiriki zoezi la uchaguzi, na tayari hapa nimeshapiga kula. Lakini kilichonifurahisha zaidi, nimekuta utaratibu kwenye vituo ni mzuri, mapokezi ni mazuri, wahudumu wa tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi ndani, wanahudumia vizuri, na hakika zoezi limeenda vizuri, na mimi nimeshiriki haki yangu ya msingi wachagua viongozi naotaka na naomba nitoe tu wito kwa Watanzania wenzangu ambao bado hawajafika, muda bado unaruhusu, sasa bado ni mapema, tujitokeze kwa wingi kuja kupiga kura kutimiza haki yetu ya msingi, kwani zoezi hili linafanyika leo tu mpaka saa kumi na ni mara moja kwa muda wa miaka mitano. Zoezi kama hili tutaliona tena 2030. Nitoe wito kwa vijana wenzangu wote wa mkoa wa Geita kujitokeza kwa wingi kutimiza haki yao ya msingi ya kikatiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuipe uhalali serikali yetu itakayoundwa baadaye na viongozi takawo tumewachagua, ili watokane na sisi vijana, watokane na sisi Watanzania, tujitokeze kwa wingi kushiriki zoezi hili. Mwenyekiti, mazingira kwa ujumla umeonaje ya mchakato mzima wa upigaji wa kura? Mazingira ni mazuri, kwanza kwenye kuanzia kuhakiki majina, lakini wanaopokea pale kuhakiki majina wanakusaidia, lakini pia wanakusaidia taratibu zote za kuanza kwenda kupiga kura. Kwa hiyo mazingira kiujumla, yote mazingira ni mazuri, kuanzia mwanzoni kwenye uhakiki mpaka hatua ya mwisho kupata wino wako. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwa Tanzania, hakuna shida yoyote, hakuna tatizo lolote ambalo linaweza likafika, hakuna jambo lolote ambalo mimi nimeliona mpaka dakika hii kwenye kituo changu hiki cha Shule ya Msingi ya Bomba Mbili. Kwa hiyo karibuni sana kujitokeza kuja kupiga kula, wala hakuna kikwazo chochote. Na hali ya usalama ni aa, kwa kweli nadhani mwandishi wa habari wewe mwenyewe unaona. Watu tunapishana kama siku ambazo tumezizoea, na siku ya leo imenifurahisha zaidi ni ya utulivu, maeneo haya yametulia, kwa hiyo hali ya ulinzi na usalama ya maeneo yetu yako shwari, ni kama tulivyozoea tu siku zote, hakuna shida yoyote.